Nilikuwa na mwanaume mm. nilizaa naye mwanajeshi uh -huh. Akanitelekeza zaidi ya mwaka mmoja mm. Akakutelekeza zaidi ya mwaka mmoja na mwana. Tatizo lako lilikuwa ni nini? Nilikuwa tu na matatizo mengi, lakini kubwa lilikuwa ni mahusiano. Nilikuja Jumapili, nikaja hapa nikapokea upako, nikamshukuru Mungu, nikarudi nyumbani basi Jumapili, Jumatatu asubuhi kwa mtumishi mmoja, leo njaribu kupiga simu, lakini yule mtu alikuwa apokee simu. Hata ukimwandikia message hata tatu nne hapokei. Nasema, vipi, Mnaendeleaje na mtoto? Nikamwambia tunaendelea vizuri, nikamwambia mbona unatususa hivyo? Akasema mama, nisamee tu ni uh -huh. tu kazi tu zinanibana. kazi tumetubana uh -huh. Nikamwambia sawa, akasema tusiishie hapo, leo lazima nije angalia, leo lazima nije sikiliza <sighs> <topic> anasema isiishie hapo, lazima leo nije uh -huh. Akaniambia leo natakiwa ufunge kazi zako mapema, mimi nakuja nyumbani nikukute nyumbani, nikukute nyumbani. Mimi nikaendelea kusema asante Yesu, na akaja akaja, akaja tena, nimekuta nyumbani amekaa anisubiria. Mpigie Yesu makofi! Akaja akaniambia sasa, tunaongea kuhusu mtoto, mwaka nataka mtoto aende shule, mwaka nataka mtoto aende, mtoto aende shule So, mtu alisha mtoa kijijini, ulimpeleka kijijini Mjio. Kwa sababu ya kuona mazingira yamekaa vibaya akawatumia nyumbani. Jamani, hiyo ni kitu cha kawaida hicho? Hapana. Wangapi anasema ni kawaida? Hapana. Wangapi anasema sio kawaida? Hiyo sio kitu cha kawaida <tabia> hicho, unaweza kateseka ukazunguka miaka na miaka, kumbe kuna roho za nyumbani mepiga ukuta akaku na akaondoka zake, sasa tayari mna amani mpaka jioni, basi mm. akaondoka kwa Akawun. Ijumaa, lazima nitarudi tena nikuone, ehe uh nikakaa -huh. Pale alipoondoka, nikaendelea tukusali na kumwomba Mungu. Ijumaa sasa nimeenda zangu kazini Ijumaa, kwa kazi akaenda kazini, ehe uh nikafanya -huh. tu usafi nyumbani, nikakaa, nikashtukia zetu hapo amekuja tena, mpigie Yesu <laughs> Kale hiyo neema. Hiyo hiyo hiyo neema, sio neema kwa... shtukia, maana kuna upako, ina push na yani, unajua ukishakuwa na upako una sababu ya hata kutumia nguvu nyingi. Leo takuachilia upako, kila mtu walio kusahau warudi. Sema warudi, warudi. Aka, aka nipe namba ya mama. Aka, mshukuru. Hii ni kitu cha kawaida? Wewe unawaambiaje? Watu wengine hawana imani, wengine hii <hihihi>. E, ni kitu cha kawaida. Mshukuru Mungu, lakini pili, wewe umeona ni kawaida hicho? Hapana, ulishangaa sana umeangaika sana kutafuta msaada sana. Piga Yesu makofi mazuri <laughs> Alikuja huyu dada alikuwa na stress. Yani, ukimwangalia pale amekaa amejaa amevimba, yaani anaona na pressure. Kumba, ajui nikikusalimia hivi ndo nimekuachilia roho ya mafanikio. Amen. Mungu wa bariki sana. Mungu wa bariki sana. Asante sana. Asante na. Nani anamkumbuka huyu dada, wakati anafunguliwa zile roho zilisema hatukubali tumemfarakanisha na weye mwanajeshi kuolewa. Kumbe mpaka mtu anakukataa sio yeye, kinachotushambuliwa ni roho za nyumbani. Gusa tumbo lake huyu dada. Gusa tumbo lake. Ehe. Moto inawaka hapo. Nye ni nani mmemtesa? Kwa muda gani? Miaka mingapi? Sema haraka, sauti haraka. Unataka nimfungue huyu? Mlimfungaje huyu? Mlimfungaje? kwa nini simfungue? Simfungue? mlimfunga kwa sheria eh? Nyota yake ni kubwa sana mnatumia wapi nyota hii hmm? mnatumia wapi sikia, majini hayo mnatumia wapi kwenye kilimo? Mpo kwenye kilimo, kwenye kilimo. Sauti sasa, kwenye nini? Ana anaangaika ana, mnachukua kwa nini, mnamfanyia hivyo? arudi kijijini, kijijini. kwao wapi? Tanga arudi kule Tanga akafanye nini, akaendelea alafu hiyo nyota inakuaje? nye ni akina nani sasa, mko wapi nye eh? mko wapi mko huko huko Tanga ni wazee ni wamama ni watu gani babu? Babu. Yes. Babu wa babu zake au babu zake huyu? Mi na maswali tunataka tujuane, eh? ni mwache, niache kufanyaje? Umesikia huyu alichosema, anatakiwa abaki kijijini, arudi kijijini, anatakiwa arudi kijijini. Huyu anaangaika. Fungua macho niangalie sasa, fungua macho haraka niangalie, kwamba huyu arudi kijijini, arudi kijijini. Rudisha mikono nyuma. rudisha mikono nyuma haraka Oda hii. Amri. Moja, rudisha. Ehe, eh, unasema arudi kijijini akafanya nini eh? Biashara gani mmeharibu kwa huyu, biashara gani eh? Okay. Mmemwaribu akai mwanaume na watoto wake wako wapi? kanyang'anywa watoto na mshikaji moja, mwanajeshi moja. Mmemzuia huyo pia, simtunze mtoto. Kumbe mwanaume anapokataa kutunza mtoto sio yeye, kuna sheria ya ukoo, kuna sheria nini ya ukoo, familia tundo wanakukontrol. Kwa hiyo sasa mnahusika na maisha yako asilimia mia moja ni nani? E ni nani? E ni nani sasa? Sisi mababu. Eh? Sisi mababu. Nini? Sisi mababu. Mababu. Kwa hiyo nisimsaidie huyu. Unamsaidia kwa nani? Utaki nimsaidie. Hebu tusomane kwenye rada sasa. Tusomane kwenye rada yenu. Fungua macho tusomane. Wacha tusomane. Yes, mniangalie nami niwaangalie. Sasa mnitambua mimi ni nani? Ee eh, mimi ni nani? Eh? Sasa mbona unakuwa unaniuliza wewe, we ni nani? Haya, eh? Toka haraka, unasema nisije nikafanyaje? Usije nikawashia moto nika, haya nika dakika moja, tokeni haraka, mwachieni niwasamee wana, mjamsamee huyu eh? Mbona sasa mjamsamee huyu Mbona mjamsamie huyo? uh -huh. Eh? Aya, toeni alama yote mliomwekea, toa haraka. Angalia madhabahu ya ukoo inapoteketea. Moja, mbili, mwisho awasifukee ni Yesu. Sogea hapa. So, sema asante Yesu wakunifungua inao, mikono yako juu. We ni nani? Naitwa nani? <coughs> eh? <coughs> Nani? Maidi. Mwenyeji mwanaidi, nyumbani yes. ni Tanga nyumbani eh? ni Tanga. Watoto wako wako wapi? Wako Tanga. Umenyang'anywa na mwanaume, umezaa na mwanajeshi amemtunza mtoto kwa, kwa nini sasa? <kuhi> unaotoka ndoto huko na nani? unafanya mm. biashara gani? ay eh? uko tayari kufunguliwa leo? ay ino Sema Bwana Yesu <kuhi> nakupokea unisaidie unisaidi. Kwa maisha yangu yote nitakutumikia kwa jina la Yesu amen. Wanaahidi, nakutenganisha na, na roho ya mauti na kifo na kuinua, kuanzia leo atangaza moto mpaka kule kijijini. Hmm. Jesus. Kurudi kijijini kwenda kufanya nini? Sababu lengo la wale wanataka urudi kijijini nani? eh? hawajui wewe uh umetuambia. -huh. Oh, hapa hujasema kitu, hajasema kitu jamani.